Tumekagua miradi yote ambayo tumeipitia mkoa wa Tanga, ipo ambayo tumeona kabisa kuna ufanisi mkubwa ambao umefanyika, na leo tumeshiriki ukaguzi wa barabara ya kutoka Tanga Pangani kwenda mkoa wa Pwani yapo ambayo tumeyaona na Bunge limeshauri ili muweze kwenda kuyafanyia kazi kwenye barabara loti ile ya kutoka Tanga kuja Pangani. Mheshimiwa naibu waziri, barabara hiyo ina muda mrefu, tunaomba kuishauri serikali, kile kipande kimalizwe haraka, lakini uwekezaji ambao unawekezwa kwenye daraja la mto Pangani hautakuwa na maana kama barabara haitakuwepo ile unganishi. Naomba hili mlifanyie kazi kuhakikisha mnakamilisha huo ujenzi ili ukamilike uende sambamba na ujenzi wa daraja. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunawapongeza sana kwa ujenzi unaoendelea wa daraja. Daraja tumeliona ni zuri sana. Na maendeleo ya mradi, Bunge limeridhishwa na maendeleo ya mradi wa daraja. Na tunaamini daraja hilo litakapokuwa limekamilika, kwanza litaleta sura nzuri kwenye maeneo ya wilaya hii ya Pangani na mkoa kwa ujumla, na litakuwa kivutio. Ni e, daraja pekee ambalo litakuwa liko juu sana. Tunaona kabisa serikali, uwekezaji wake utakapokuwa unatija zaidi.